Leo professionals ya Ajuran wamekutana, wamekaa meeting na wameongelea ajenda yao, na baada ya kumaliza meeting yao wameniita na wakanieleza ile ajenda wale ambaye wamekubaliana na mimi, kama chama ya jamii nimekubaliana na hawa, kwa sababu professional ni watu ambaye tunahitaji kabisa, ni watu ambaye ni nguzo ya jamii na wamekaa na wakisema wanataka kuleta unity ya jamii. Na hawa watu kwa nguvu ya jamii watashirikiana na, na elders yao, tutafanya kazi hao, na hawa pamoja, kwa sababu umoja ndio nguvu, utengana na udhaifu. Kwa hivyo kwa hayo machache, mimi kama chairman kenye professional leo wamefanya, nimefurahia. Hawa wanataka kuletanisha jamii pamoja, wapeleke jamii mbele.